Leo katika Jungu la Lolani kuna simulizi kuhusu dhulma za kijinsia katika kaunti ya Kilifi. Huenda simulizi hizi zikakutamausha ama zikakushangaza au zikakusikitisha, vyovyote vile iwavyo, lakini simulizi hizi ni kuhusu masaibu yanaowakumba waja wa kila rika. Nilizungumza na mama wa mtaa wawili katika kaunti ya Kilifi na wakanijuza mengi kuhusiana na kesi ambazo wamewahi kuwasilishiwa maishani mwao kuhusu dhulma za kimapenzi. Pia nilizungumza na mwathiriwa mmoja msichana, na akanijuza mengi kuhusiana na hali yake. Karibu katika kipindi mimi ni Lolani Kalu. Kwanza, nilikaa na mama wa mtaa katika mtaa wa mtaani ambaye anajulikana kama Mama Koni, na akanijuza mengi sana kuhusiana na maisha yake. Kwanza aliposimulia kuhusu umri wake, nikayadadisi mengi. Wakati alipokuwa msichana ilikuwaje? ni lini kwanza? Ni miaka gani ukiwa msichana kabisa kabla hujaolewa? Nakumbuka wakati nikiwa msichana, ilikuwa ni mwaka wa sabini na nane sabini na tisa ndipo nilipojielewa kuwa mimi sasa ni msichana. Naye akapata fursa ya kulinganisha zamani na sasa akanaambia jinsi ilivyokuwa kuhusiana na visa hivi vya dhulma za kimapenzi zamani. Ulikuwako si rahisi kusikia mtu amebakwa ama amebaka, ilikuwako si rahisi. Visa kama hivi vilikuwa vilikuweko, lakini si kama sasa. Zamani ulikuwa waweza kusikia mahali fulani pamebakwa msichana hali fulani baba amebaka mtoto wake. Kwanza kilichonishangaza ni kwamba mambo hayo yalikuwa yakitokea yanawashangaza wengi kwa kutokea, yaani ni visa ambavyo vilikuwa ni nadra sana wakati wake. Nakumbuka mwaka wa sio, sabini na saba sabini na nane hiyo hapa Kilifi kuna mzee mwingine sitamtaja jina, tulisikia kwa amebaka mtoto wake. E, ikawa ni maajabu kwetu. Mtu hubakwa vipi na babake? Na sisi twaona kina baba ni, ni kama, kwanza sisi watoto wa kike watu wapenda sana mababa zetu, lakini sasa tukashindwa, huyu mwanamume mbona amemfanya hivi mtoto wake? Akashikwa kafungwa. Hakushikwa na hata huyo mama mamake huyo, huyo bibi yake hmm, aliondoka alimwondokea huyo bwana na akaenda kwao na akaenda kaka kwao, kisha hasira zilipoisha akarudi nyumbani kwake, hatukuvisikia hmm. hmm. hatu, yani hatukuvisikia vimeendelea, vilikuwa zizi, zizi. Kisha haya zi, kisha hayazi Hmm. Tofauti kabisa na sasa. Ah, siku hizi sasa visa ni vingi hata waubu vitu wa wanaume kwa wanaume. Utasikia baba fulani amebaka hata mtoto wa kiume. Mambo ya kuhuzunisha yamejaa tele siku hizi. Ndipo nikamuuliza kwa nini basi kuna visa vingi sana kwa wakati huu? Akanaambia, mambo yamebadilika. Maadili hayapo tena. Kina nyanya wanakuwa nyanya katika umri mdogo sana na wazazi hawawaelekezi tena watoto wao kuhusiana na maadili. Kama mzee wa mtaa, meshaletewa visa mara nyingi vya hivyo? Mambo ya kubaka nishaletewa mara nyingi. Nililetewa ni kisa hapa hapa mtaani kwetu, kulikuwa kuna msichana mtoto wa nasari. Mtoto wa nasari alibakwa na, na, na babake. Mtoto wa kike akabakwa na babake Alafu huyohuyo huyo baba akawa asubuhi anamwambia mkewe atoke aende akatafute vibarua, kumbe huku nyuma yuwamfanya mambo mabaya mtoto wake wa kike. Kesi ikaletwa kwangu. Wakati huo nilikuwa naishi huko chini nyuma ya, nyuma ya... St Thomas Girls, huko nyuma yake uko nilikuwa naishi huko wakati nilikuwa sijapata makao aliniambia mengi kuhusu visa hivi, lakini kilichonisikitisha zaidi ni kwamba visa hivi si vya wasichana peke yake, si vya dhulma dhidi ya wasichana peke yake, bali pia hata wavulana. Kisa ambacho kina kinanihuzunisha ni juzi, tulikuwa kwa mkutano, na katika mkutano, kila mtu huwa anatoa hoja yake ikaja hoja hiyo ya kuwa watoto wa kiume kwa na wau yaani watoto wa kiume imezidi, wanabakwa sana hapa, hapa Kilifi. Alinipa visa vingi sana kuhusiana na dhulma ambazo zinawapata au zinatokea kwa vijana. Nami nikamuuliza mengi tu, akanambia ah, hayo ya mavazi hayo kwanza nisiyaseme, si maanake, mimi nilimwambia kwamba ya wapi hayo mavazi yenye asili ya kwetu? Hawa wa mgongo wazi, ni hawa hawa wenetu. Mavazi ya siku hizi hayastiri kiatu, yani my dress my choice. Naambia katu, kesi za ubakaji haziletwi na mavazi. Hata kama zaletwa na mavazi, lakini ni, ni kukusudia kwa sababu wakati huo, mambo haya mimi nilipopata fahamu yakwa yafanyika, sisi tulikuwa twavaa nguo za heshima, tulikuwa hatuvaa hivi hivi viguo vifupi vifupi wala kuvaa visuruale hivi vya kubana. Na kwa nini alimbaka mtoto wao? Walikuwa wakibakiwa watoto wa kike, kwa nini? Kina baba walikuwa wakibaka watoto wa kike, na tulikuwa twavaa nguo za heshima, tulikuwa hatuwezi kuona mtoto wa kike basi amevaa karinda kafupi ama suruali imebana hizi wanaita baika, ulikuwa hakuna mambo hayo. Na mbona walikuwa wakibakwa? mm. Sikutosheka nikafanya udadisi zaidi. katika hafla moja ya wanaharakati kuhusiana na visa hivi nilizungumza na waathiriwa. Nikuja nikarepiwa nikiwa ngu mdogo, lakini siko mdogo sana vile Nilikuwa niko na around, around 13 hapo. Yaani nilikuwa niko nyumbani na kakuwa kuna mwanamume akaja akanifungia kwa choo, na alivyofungia kwa choo akaingia na akanikaba kwa kiulazima. Hapo nilichukua hatua ya kwenda polisi, lakini haikuwa na nguvu sana, kesi ikafifia hivyo. Mwaka jana nilipata mkasa wa kukidnapiwa, nilikaa miezi minane kwenye shimo nikiwa sijui fahamu, sifahamu niko wapi. Kwa hiyo miezi minane sikuwa na ule utaratibu wa kibinadamu. Mimi kwa kusema ule ukweli, nitaweka tu ufupisho mm. Hali yangu ya maisha hapa ndani yalikuwa ni magumu kiasi ya kuwa sikuwa na utarajio tena kuona jua kama watu wengine na kama mnavyojua wanawake hupata hedhi. Mimi sikuwa najua padi ni nini kwa miezi minane. Chakula yangu mimi ya kwanza ya breakfast ni kipigo, ni chapwe, hiyo ndo breakfast yangu. Kwa kweli ni mambo ya kusikitisha katika jamii yetu. Mwisho nikakutana na mama wa mtaa katika mtaa wa Kiwandani hmm. hmm. hmm. Mambo ni hayo hayo hapa kwetu Kiwandani, kitengo cha hizo visa vya jenda, visa vya dhulma ya kijinsia ni vingi sana katika kijiji hiki cha Kiwandani, ambapo mimi kama mzee wa mtaa na ndo shirika ikaja ikaniajiri kazi kama ofisa wa Shofko lakini sasa tunafanya kazi pamoja na kitengo hiki cha gender department, ambapo mimi hizo kesi zikija, nikipata kesi kama hiyo, huwa sana tunashirikiana na serikali, polisi wetu, chifu, na pia hapa ofisi yetu ya SHOFCO tunao ofisi ya gender department, ambapo kesi nyingi sana huwa hata tunazisikizia pale ofisi ya SHOFCO. Kwake yeye, visa hivi vimeongezeka sana. Nami nikaanza kwa kudadisi, kwa kumuuliza ni nini kinachopelekea visa hivi kutokea au kuongezeka? Visa hivyo ni vingi kwa sababu hapa ndani ya hiki wa ndani kuna mangwe e, ulevi na utoifu wa kazi, utoefu wa ajira, maana utakuta vijana ni wengi na hawana kazi. Sasa wakati mwingine huwa ndio unakuta watu kama hawana kazi ya kufanya, utakuta sasa ulaji wa mokokaa, ulaji wa uvutaji wa bangi, yaani kuna, kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika si vya haki, ambapo sasa hivyo vinachangia zile mambo ya dhuluma kudhulumia vijana e, na ule ukosefu wa ajira, utakuta hata watoto wa shule, mtoto anaweza kutoka shule anakuja kupewa uteo wa mchicha akauze ama njugu. Sasa anauza ili kesho yake ama jioni wapate chakula wazazi wakati mwingine wameenda mjengoni, kwa hivyo unakuta mtu akienda mjengoni, akirudi mtoto naye ameenda kuuza njugu. Sasa kumbe mtoto naye ameenda mahali, njugu zimeenda kuchukuliwa zote, ameingiliwa ame, na wanaume ili apewe pesa ili jioni wanunue unga. Kanipasha kutokana na jinsi alivyofikiria yeye, fikra zake, kwa nini visa hivi vinaongezeka. Na si hayo tu akanieleza pia kuhusiana na visa hivi, kimoja baada ya kingine. Sasa hebu niambie kisa kimoja tu mwisho ambacho kilikusisimua sana, kisa cha ambacho huwa vinafanyika. Mimi nina kisa ambacho kilifanyika, lakini hakikuwa cha yaani, kulikuwa kuna mama aliacha mtoto wake ndani ya nyumba, akachukuliwa na, na, na jirani yake sasa kule alikoenda, alipoenda huyo mtoto, mtoto tu wa mwaka mmoja, na alipoenda huko huyo mtoto na huyo mama jirani, yule mamake alipokuja akaona mtoto wake hayuko, akajaribu kutafuta mtoto wake yuko wapi, lakini mwisho wa kuisha yule mtoto wake akampata ana damu huko chini, mtoto wa kike, mtoto wa kike, kakawa ako katoto kachanga, kana damu. Sasa mimi kama mzee wa mtaa nikajaribu kufuatilia, nikaenda naye polisi, akaenda kuangaliwa yule mtoto. Lakini mwisho wa kuisha ikaja sasa, huyu mtoto ni kama ameingiliwa na yule aliyekuwa naye, akasema hajaingiliwa. Sasa hizi damu ikawa inashindwa, hizi damu ni za nini? Kumekuwaje? Kwa hivyo ilifuatiliwa hivyo, yule mama mtoto, ikaenda mpaka kotini. Sasa kila tukienda kotini yule mama alikuwa hajaongea yule mtoto alikuwa amefanywaje, lakini mtoto alipatikana na damu, shahidi huko, nguo hata saizi huko polisi. Sasa ikabidi yule mama hakusema, lakini hicho ikawa ni kisa ambacho hata daktari alisema huyu mtoto ameingiliwa. Kwa hivyo shahidi ukawa huko, ukawa ukawa daktari. Sasa mimi kama mzee wa mtaa, kwa sababu vilikuwa viko huko mbele, mimi nikaachilia hapo. Kwa hivyo nikaifuatilia, lakini mwisho wa kuisha yule mama koti kamua aekwe gerezani, kwa hivyo yuko ndani mpaka sasa. Mama, kwa sababu ya kutomsema aliyemwingilia hivyo, eh, uh-huh. Hivyo alikataa na mpaka sasa amekataa na hata akatolewa. Hata huyu mama mwenye mtoto mchanga anasema, mtoto wangu nataka nijua ju aliingiliwa na nani, na huyo mama hakusema na mama akafungwa. Hiyo sasa kutoka mwaka juzi mpaka sasa ni mwaka tatu. Mtoto anaendeleaje? Katoto sasa kalimeza, kalipewa zile dawa za ARV zile za kuzuia ukimwi, kaka meza kakawa kanakamliwa mpaka saa hii. E, kanatembea kana lakini mama imemwafekti mpaka akili mpaka sasa, hiyo mama anawazimu. Na wazimu na mtoto hakupatikana na magonjwa yote, amepatikana na magonjwa ya zinaa. Hako katoto kachanga, sasa kakawa kanapewa zile dawa zile za ARV, eh sasa saa hii huyo mama, kwa sababu akili yake si nzuri ndio ninifuatilie kama huyo mtoto damu yake ilionekana na ukimwi basi tuone sasa madaktari watafanyaje, lakini yule mama alikataa kusema na yuko ndani. Mtoto bado anakuwa na stili maji. Wale watoto wenzake wanamwambia kwamba sasa kuna kitu kime kimefanyika maana saika anatembea ao, eh, lakini hakajaanza shule. Mama ana wazimu, kwa hivyo hiyo kesi haizi kufuatilia tena, maana hata walikuwa wanasema fadhali huyo mama huko ndani aachiliwe kwa sababu haina haja awe ndani na haja ajua mtoto wake ameingiliwa na nani. Ni visa vya kutamausha. Alitoa wito kwa wazazi, akatoa wito kwa serikali, akatoa wito kwa wahusika katika jamii, ili wasaidie kupunguza visa hivi. Ushauri ambao uko hapa ni watu waushike, ili tuepukane na hili janga la dhuluma za kijinsia. yale tunaoelezwa tuyashike, na kama ni mambo ya starehe, watoto wetu waache hizo starehe nyingi, na washauri wazazi wenzangu tuwe macho mm, na watoto wetu. Mtoto akitoka ujue ameenda wapi, mtoto akirudi ujue amerudi saa ngapi, na ametoka wapi, na ametoka kufanya nini. Tuwafatilizie watoto wetu, tuhakikishe watoto wetu wako salama, na tukiona kasoro kasoro kwa mtoto wako, ujue mtoto wako anafanya nini akitoka. Ndio himizo langu sana, mimi. Lakini hasa hasa unapokumbwa na kisa kama hiki unafanya nini? Hilo ndilo muhimu zaidi alilosisitizia au aliosisitizia wote niliyopata simulizi hizi. Ungana nami tena wiki ijayo katika makala mengine ya Jungu la Lolani. Mimi ni Lolani Kalu. Endeni tukalilole jungu la babu anataka kupakuliwa. Coco FM, ladha ya pwani. Coco FM, ladha ya pwani.